Sasa okay, sasa hivi tunaendelea na na, video namba 4. tumeona ni jinsi gani ambavyo tunaweza tukatumia kwa mara ya kwanza na kutengeneza ile miradi yetu. Kwa hiyo sasa tuingie kwa akaunti yetu ile ya mkurugenzi kwa sababu baada tujaingiza watu wengine. Sawa sawa. Eh, eh, tuliona ni Onimas. Okay, lakini e, naona kuna kitu umeweka kama kikutoe hiyo. Ya ya. Alafu hamna kuacha nafasi, sio? Kwa sasa hapa tunachohitaji kwanza, tunaingia kwenye washikadau kwa sasa. Tukija huku tuna sehemu ya wasambazaji ambao wanaita suppliers, okay, ambao wengine wanaita vendors, ndo hivyo wale watu ambao wanakuwa wanakuletea bidhaa no. Eh, inawezekana kando huyo mtengenezaji wa bidhaa wa, si mtengenezaji lakini mtu anayekuja kukuuzia mzigo yes. Sasa sometimes mzigo umeishiwa, unahitaji upigie simu kwao. Ni vyema mtu ana diteli za huyo msambazaji wako, lakini pia tuna sehemu ya wateja. Wateja sasa, kuna sehemu unahitaji uwe una taarifa za wateja wako okay. kuna watu wengine una, unauzia kwa mkopo okay. una wadai kwao, kuna umuhimu pia. Alafu tuna sehemu ya wafanyakazi wafanyakazi au watu wote watu, watu wote ambao unafanya nao kazi wote, pamoja na wewe wateja na nini, na wewe mwenyewe na wafanyakazi ambao pia wako ndani ya kampuni lako, ndani ya duka lako. Okay. Kwa hiyo sasa hivi tunaona kumbe kuna wafanyakazi hatujamweka, lakini tunaona okay, ndio ile tu usajili wakati tunaingia mara ya kwanza. Kwa hiyo sasa ndio mkurugenzi mwenyewe huyo, ndio mkurugenzi mwenyewe, okay. Inaonesha jinsia, tarehe ya kusajiliwa, cheo, tarehe ya kuzaliwa. Kwa hiyo maana yake wafanyakazi wote unakuwa na details zao zote hizi. Alafu hapa nikisogeza huko tuna uwezo wa kuona kwamba kwa naweza nikabadilisha pia kama mwanzoni pale, mwanzoni ndo anakuwa admin mwenyewe jina la mradi, na atuambia, pharmacy. Okay, lakini mkurugenzi yeye anaweza kaingia zaidi ya moja. Sasa tuna sehemu ya kufuta. Tukisema futa hapa, anasema huwezi kufuta akaunti yako mwenyewe. Maana yake mkurugenzi yeye mwenyewe sasa akijifuta sasa, wengine watapi, wataingilia wapi? Lakini pia tuna neno la siri, tutaona maana yake kwa baadaye. Kwa sasa hapa nakuja ongeza mfanyakazi mpya. Okay. Hapa nimesema ongeza mfanyakazi mpya inakuja form tutaweza tukasajili mfanyakazi ah, so, mwingine. Sasa so, labda tujaribu kuweka nao wafanyakazi ili tuone nini wa labda wana tofauti gani na mkurugenzi. Hebu tukasajili huyu mtu anaitwa Anita. Sasa namba ya usajili ndio inaweza utajiambia wewe mwenyewe kama unataka iweje ID yako. Okay. Lakini napendelea labda namba ya usajili wewe, sasa na jina la kwanza vifanane. Kama hapa labda ukisema Anita andika Anita unaweza ukasema jina la kwanza ilo ilo Anita, alafu jina la kati tuseme labda si, halafu la mwisho Joseph. Nakuja unachagua jinsia, mwanamke, tarehe ya kuzaliwa utachagua, tarehe ya kuajiiwa unachagua cheo chake. Hapa vyeo tuna mwasibu, tuna mtunza store, tuna manager, tuna muuzaji, msambazaji na mwagizaji. Hawa ni watu wote ambao naweza kutumia hii system. Sasa hebu ntatumsajili kama manager. Kama manager. Kama e, eh. Alafu jina la mradi tunachagua, hebu tuchagua hapa. Ni ni ni, manager manager manager labda labda labda, labda tuseme tuseme, wa, wa, wa wapi, vinywaji. Vinywaji jumla, tukasema labda ni manager wa vinywaji, tuseme tunaongeza. Kwa hiyo sasa kwa sababu tumeshasajili miradi yetu ya kutosha, kwa hiyo tunamfanya huyu atakuwa ni manager wa mradi wa vinywaji. Maana kila mradi wako unakuwa na wafanyakazi wako tofauti. Duka fulani na wafanyakazi, lina muuzaji, lina mnunuaji, sio lina mtu wa store, okay. Sehemu nyingine una watu wa store hivyo hivyo. Kwa hiyo sasa wewe mwenyewe unakuwa unajua jinsi wafanyakazi wako. Kwa hiyo sasa huyo msajili tayari amekuja. Tumweke labda mfanyakazi mwingine. Ongeza mfanyakazi. Hapo e, tu unaongeza, ongeza mfanyakazi. Hivyo hivyo balance, balance. Lakini kama nilivyosema sio lazima, lazima ID ifai na jina la kwanza. Okay. Okay. Kwa okay, jina la kati labda Valence, o andika hata yote, maana makea kusema la kwamba labda paka katikati andiki herufi tu. Okay. Mwanaume. Cheo hapa. Cheo tumuite Mwasibu. Mwasibu wa vinywaji Alafu, twende tuongeze mfanya kazi mwingine, tuende mfanya kazi mwingine wa mwisho yeah. Tuandike shida. Shida shida, m mde. Papa. Papa mdee <laughs> papa Haya, kwa hiyo hapa cheo huyu naweza know, so muita manager labda manager wa pharmacy hapa hapa, au supermarket eh, hafutunaongeza okay. Kwa hapa kwa wafanyakazi tumemaliza. Sasa hapa mnafikiri, tumeona hapa kuna hizi menu eh, hizi menu ni kwamba ziko kila page, ndio zinatufanya tuweze kuamba kutoka page moja kwenda page okay, nyingine. Kwa mfano kama tunapokuja biashara tuna mauzo, manunuzi, bidhaa, madeni, tuna washika dau ambapo ndio hapa hapa tulipo lakini pia tuna akaunti yangu. Akaunti yangu kuna kubadili neno la siri okay. E, hapo unaona wao wote tuwe wasajili id zao itakuwa ni jina lao la kwanza, lakini pia password zao itakuwa ni onimas moja mbili tatu kwao. Kila mtu anayesajili huwa password yake inakuwa ndio hiyo, kwa hiyo sasa kila mmoja anaweza akaingia kwenye system ehe, hao wote tuwe wasajili. Sasa tukaondoka tukaingia, kama Shija na yeye ataambiwa ni mtu gani. Okay, sawa, ehe kwa hiyo sasa hapa tuna unaweza ukaja kabadili neno la siri sasa. Nataka tusibadili ili tusije tukapata shida ya password baadaye wa kuingia wote, zile zinafanana. Alafu hapa turudi mwanzo. Sasa tumeona kuna vyo tofauti, kuna tunaona kuna, okay. Kuna mambo ya mauzo, labda mtu fulani asiingie kwenye mauzo, okay, sawa. Mtu fulani akiingia kwenye mauzo asibadili au, au unamsetia kwamba badili ndani ya siku moja. Baadaye jinsi ambavyo tunakuwa tuna uwezo wa kuseti hivyo vibali tofauti tofauti tofauti. Kwa hiyo ndio jinsi ambavyo tunaweza tuka tumeweka hao wafanyakazi wetu, labda naweza tukaonesha kidogo, labda tuondoke tuingie, kama labda Shija tuone, labda yesisimu labda inamwambiaje, labda tuingie kama Shija, idea yake idea yake ndio ile, jina la kwanza kama tulivyosema, Shija alafu password Onimas moja mbili tatu hapo manager wa supermarket. Ha, supermarket. Mingine kwa sababu hawezi kuchagua miradi labda si aingie kwenye mradi wa, wa vinywaji. Aha, ni supermarket. Kwa hiyo vinywaji hata kuja kuona kwenye vitega uchumi uchumi hapa moja kwa moja ataambiwa usiingia kwenye kurasa wa vitega uchumi. Mkurugenzi okay kufanya kitu chochote chochote, okay, lakini mkurugenzi anaweza akaseti akamruhusu. Kwamba huyo awe naweza kuangalia mpiga uchumi wangu labda aka edit. Okay. Eh, yeah, kwa ndo hivyo. Kwa kuna sehemu sasa hivi aweze kuingia kwenye shughuli pia, najua by default kuna kuna, kuna access ambazo zimesha setiwa, kwamba manager inabidi hichi asiwe na uwezo ukifanya, lakini mkurugenzi akinyaza la akamruhusu akasema manager awe na uwezo labda kufuta wafanya kazi. Okay. Yeah, kwa ndo vitu kama hivyo. Kwao hiyo ni meja wa supermarket ndio maana tukutengeneza na meja nyingine. Yeah. Yeah. Kwa unaona kuna hii sehemu za setting, haiwezi kufanya setting yoyote, ambapo sasa huku ndo mkurugenzi anako anako wabania. Kwao mimi nashukuru, naomba tuendelee wote kwa video ya, ya tano ambayo itakuwa inazungumzia ni jinsi gani sasa kwanza kuweka bidhaa zetu kuzisajili na kuendelea. Asante sana, naomba tuendelee kwa pamoja. Asante sana.